Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha kupitia watumishi wake imeamua kuchangia damu ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa damu salama itakayowezesha kuokoa maisha ya wananchi wanaopitia changamoto ya ukosefu wa damu. Habari, mimi naitwa Filipo Matias, ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Uh, tumehamasishana sisi wataalamu wa afya ndani ya hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru kuhakikisha kwamba tunachangia damu ili kuwahudumia wale wenye uhitaji huo. Hii ni kwa sababu kwa sasa shule zimefungwa na ndio wadau wakubwa kwenye eneo la upatikanaji wa damu. Tumefanya hivyo ili tuweze kutoa huduma endelevu ya damu, kwa hiyo zoezi limeanza tarehe 16 na linaendelea kuwepo na kilele chake ni tarehe 20 mwezi 6 2025. Tunaendelea kuhamasisha wale wenye nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba wenye uhitaji wa damu kama sadaka wanapata huduma hiyo. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha hata wale ambao sio wataalamu wa afya walioko karibu na viunga vya hospitali, tunawakaribisha nao waweze kushiriki katika zoezi hilo. Tumepanga kupata chupa mia mbili na zaidi, kama tutafanikiwa kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, ili kupunguza changamoto hii. Kila mtu anapaswa kuona umuhimu wa kujitolea kuchangia damu, kwani kufanya hivyo kutookoa maisha ya wenzetu wanaopoteza damu kwa sababu mbalimbali mbali, na hapa wito unatolewa Uh, damu hapa hospitali kwetu inatumika kwa kiwango kikubwa sana. Hata tukipata hawa 200 ambao tunawatazamia kuwapata, bado uhitaji unaendelea kuwepo kwa sababu damu zinakaa, e, ndani ya siku siku 35, baada ya hapo zinaisha au zisifike hapo. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi wa jiji la Arusha kufika Mount Meru hospitali kuchangia damu kwa ajili ya huduma endelevu ya damu. Kwa hiyo wale wote wenye nia dhati waje ili tuweze kuwachangisha na kutoa damu kwa ajili ya wenye uhitaji. Ili mtu aweze kuchangia damu anapaswa kuwa na sifa zifuatazo. Mtu mwenye sifa ya kuchangia damu ni wale ambao umri wao ni kati ya miaka 18 hadi miaka 60. Hao wana, wanafaa kuchangia damu lakini pia wanaojijua hali yao ya kiafya. Hakuna asiyefahamu hali yake ya kiafya ile ya kawaida lakini pia tunafanya vipimo. Pressure ikiwa kawaida tunamtoa damu, wingi wa damu ikiwa kuanzia 12 na kuendelea tunatoa lakini pia uzito kuanzia kilo 50 na kuendelea. Hao nao wana vigezo vya kutosha, vya kuchangia damu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Arusha tunajali afya yako. Tulikula kiapo cha kukuhudumia na hakika tutafanya hivyo kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha. Mungu ibariki Arusha, Mungu ibariki Tanzania.